Haleluya, mtu wa Mungu, popote pale ulipo. Jumatatu nyingine Mwenyezi Mungu ametukirimia kuwa kwa pamoja, na hivyo popote pale ulilipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu kwenye hii YouTube channel Kambi ya Wateule. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, na hivyo Jumatatu ya leo ningependa tuendelee na mafundisho kutoka kitabu Waefeso tumekuwa tukijifundisha tangia wiki iliyopita, na hivyo tunaendelea kujumamosi. Tuliangalia katika Waefeso sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa sita na Jumatatu hii leo ningependa tuangalie kuanzia Waefeso sura ya tatu mstari wa saba hadi kumi na tatu na ninasoma injili ambayo nalifanywa mhuduma wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake mimi, niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiria Mataifa utajiri wake Kristo usiopimika na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ili sasa kwa njia ya kanisa hekma ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho kwa kadri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri na uwezo wa kukari kukaribia katika tumaini kwa njia ya kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu, zilizo utukufu kwenu. Baba, kazungumze nasi kupitia neno lako, kanene na kila mmoja wetu. Yule wakuimizika kakumuimize, yule wa kumpa maarifa kampe maarifa, yule wakumwangazia njia zake kamwangazie, yule wakuletwa karibu na wewe kamlete. Yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu, weza wetu, nguvu zetu, katawale, kachukua usukani. Kwa wale walio wa Mungu, kawalete kwake. Wale na mbao wamejificha, wacha mioyo yao ikatiwe nuru, wakaangaziwe na wakapate kujua ukweli,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 wito wetu. Neema inayowezesha wito wetu, na hapa tunaona ni Paulo na Paulo anakuwa anaielezea vizuri sana. Paulo anakuwa anazungumza, na Paulo anapokuwa anazungumza, pia anazungumza na sisi, na ndio maana siku ya leo tunapoanza hii wiki, uja na maswali mengi Labda wiki iliyopita kuna mambo ulikumbana nayo na, na tunapoanza hii wiki kuna maswali ambayo unajiuliza. Labda unajiuliza, wiki hii nitafanikiwa kweli? Labda Mungu bado ana mpango na mimi? Nitawezaje kutimiza wito wangu? Labda haya ni maswali ulio nayo. wengine wanaingia wiki mpya Jumatatu hii ya leo wakiwa na matumaini, wengine wako na matumaini, wanajua nitafanikiwa, wanajua nitafaulu, wengine wakiwa wamechoka na majeraha ya wiki iliyopita. Lakini neno la Mungu leo linatukumbusha ukweli huu mkuu. Ukweli upi, mchungaji Benson? wito wako auendeshwi na uweza wako. Akamwambia, si kwa nguvu, si kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe! Na hivyo wito wako auendeshwi na uweza wako, bali na neema ya Mungu. Mtume Paulo anapoandika Waefeso sura ya tatu pale katika mstari wa sabadi kumi na tatu mala tumesoma, akuwa raisi ama akuwa katika hali rahisi, na hivyo alikuwa akiteseka kwa ajili ya Injili. Hata hivyo akuona mateso kama mwisho, bali kama sehemu ya mpango wa Mungu. Mbona uyaone mateso ya wiki iliyopita, ya mwaka uliopita kama ndio mwisho wako? Kama Paulo anateswa kwa ajili ya Injili, Paulo anafungiwa gerezani, na haya yote haijaandikwa tu mm -mm. Imeandikwa tujifunze. Ndiyo unaweza ukamtumikia Mungu na ukapitia mateso ndio unaweza ukawa mtakatifu. Na ukapitia mateso ndio unaweza ukawa mchungaji. Na ukapitia mateso ndio unaweza kuwa unamjua Kristo. Na ukapitia mateso, lakini jinsi unavyoyaona hayo mateso yatabadilisha maisha yako. Paulo akuona mateso kama mwisho. Na hivyo nimekuja kukuambia usione mateso na ambao umeyapitia changamoto ambazo unazipitia kama mwisho, bali kama sehemu ya mpango wa Mungu. Maana Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. Mungu yeye anajua kila kitu. Na hivyo badala ya kunung'unika, badala ya kukata tamaa, badala ya kuanza wiki ukiwa umeisha, ukiwa unasema tu, acha tu iendelee, mimi sijui kutakuaje, mimi nililaaniwa. Yani unazungumza maneno na ambayo hayafai. Nimekuja kukwambia hayo mateso, hizo changamoto, hiyo kilio sio mwisho wako. Angalia kama mpango wa Mungu. Uliza Mungu, unataka kunifundisha nini katika hili? Na hivyo unaposhika nataka kusema nini? Kwamba huduma na wito hutokana na neema, siyo uweza. Mungu ameruhusu hilo lije katika maisha yako, maana kuna neema ameiachilia juu yako. Na hivyo unaporuhusu hiyo neema ifanye kazi, utakuja ugundue, tena si kwa uweza wako Unapoanza hii wiki hiyo, yu biashara ifanye faida, unafaa kuruhusu Mungu, unafaa kuruhusu neema ya Mungu, si kwa nguvu zako, si kwa uweza wako, bali ni kwa roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo Paulo anasema hivi katika mstari wa saba, nimefanywa mhuduma wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu. Paulo ndo anasema vile. Nawe pia unaweza ukaangalia hali ulio ndani yake na ukajiambia, nimefanywa muhuduma wake kwa kadri ya kipawa cha neema yangu. Na hivyo Paulo akusema astahili, mbona we useme waustahili? Mbona we useme haufai? Akusema alikuwa bora, mbona we endelee kujigamba? Lakini alisema amepewa neema. Ni wakati tunapoanza hii wiki tukubali neema ya Mungu katika maisha yetu, na tunapokubali neema ya Mungu, inatokana na unyenyekevu, inatokana na wewe kutembea katika njia za Mungu. Unapotembea katika njia za Mungu, utiifu. Biblia inasema ya kwamba Mungu huwapa neema walio wanyenyekevu, na utiifu ndio unyenyekevu. Na hivyo shika hili, tunapoanza hii wiki mpya Usianze wiki kwa kuangalia udhaifu wako. Usianze wiki kwa kuangalia ukosefu wako. Usianze wiki kwa kuangalia makosa yako. Anza wiki kwa kuangalia neema ya Mungu juu ya maisha yako na kuruhusu neema ya Mungu ifanye kazi juu ya maisha yako, maana si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako, bali ni neema ya Mungu inakuwezesha bwana yesu asifiwe mungu awaiti walio tayari yeye anawawezesha aliowaita shika hilo mungu awaiti walio tayari yeye anawawezesha aliowaita nasema nini kwamba neema hubadilisha udhaifu kuwa nguvu waefeso sura ya tatu mstari wa nane Paulo anajiona kuwa mdogo kuliko watakatifu wote, lakini bado Mungu anamkabidhi huduma kubwa. Shika hili. Mungu anapenda kutumia watu wanaojua kuwa hawana nguvu zao wenyewe maana ukijua una nguvu zako mwenyewe, utaruhusu Mungu ajidhihirishe. Kwa nini Mungu anapenda kuwatumia wale ambao wana nguvu zao wenyewe? Kwa sababu yeye hutumia vyombo vilivyo dhaifu kuwaibisha vilivyo na nguvu. na nguvu na huyu ndiye Mungu wetu, anafanya haya yote na ili ajitwalie sifa, ajitwalie utukufu hii wiki unapoanza na kuendelea, ruhusu nguvu za Mungu, ruhusu Mungu akutumie, ruhusu neema ya Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unapojisikia hautoshi e, unaenda kuwa huenda unajisikia utoshi, hivyo basi Mungu anasema neema yangu ya kutosha katika ile unalolipitia. Labda unaniambia Benson, mchungaji hauelewi kile nachokipitia kile naweza nikakwambia ni kwamba neema ya Mungu inakutosha. Huenda siko kwa miguu yako, siko kwa kiatu chako, sijakivaa, lakini kile naweza nikakwambia neema ya Mungu ya kutosha. Udhaifu wako ni jukwaa la nguvu za Mungu. Katika hiyo changamoto, Mungu ameiruhusu na ili nguvu zake zionekane. Wiki hii Mungu anaweza kutumia hata sehemu zako zilizovunjika maana amechagua iwe, iwe jukwaa la kudhihirisha nguvu zake, na ili naye pia akatambulike. Nataka kusema nini? Mapambano hayabatili wito wako. Changamoto, mateso hayo yote unayoyapitia, hata watu wa kukataa, hata watu wakufukuze, hiyo haibadilishi, haibatili wito wako. Waefeso Kumi na tatu mstari wa tatu kumi na tatu. Paulo anawaambia Waefeso wasikate tamaa kwa sababu ya mateso yake, na hivyo mateso ni ishara ya, si ishara ya kushindwa. Mateso si ishara ya kushindwa, wakati mwingine ni ushuhuda wa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine waliteseka wakakata tamaa na wakatoroka, lakini wakati mwingine mateso ni ushuhuda. Mateso ni ishara, si ishara ya kushindwa, lakini wakati mwingine ni ushuhuda wa uaminifu. Na hivyo shika hili tunapoanza hii wiki na kuendelea, na hili likusukume hii wiki. Waelewe ya kwamba si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako, unachohitaji ni uruhusu Mungu, uruhusu neema ya Mungu, maana si kwa nguvu, si kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaoanza wiki kwa shida kwa changamoto huu ndio ujumbe wako. Changamoto za kifamilia, shida za kifedha, magonjwa au kukatishwa tamaa, haya hayajafuta wito wako. Mungu bado yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hata mateso, hata mateso huendeleza utukufu wa Mungu. Tumejidanganya tukasema ya kwamba wakati mambo yako sawa ndio utukufu wa Mungu unaonekana, lakini wajua hata mateso yanaendeleza utukufu wa Mungu. Kivipi mchungaji Benson? Maana nguvu zake zinadhihirika katika hayo mateso, hilo ni jukwaa la nguvu zake kudhihirika. Mungu anataka ajitukuze, kwa sababu mateso huendeleza utukufu wa Mungu. Katika mstari wa 12 na 13 Paulo anasema, anaandika akiwa kifungoni lakini injili inaendelea kusonga mbele. Ako gerezani, lakini injili inaendelea kusonga mbele. Mungu anaweza kubadilisha maumivu kuwa ushuhuda, ni vifungo kuwa baraka. Mungu anaweza kubadilisha maumivu kuwa ushuhuda na vifungo kuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe na hivyo unapoanza wiki, ijalishi changamoto unayoipitia, hajalishi shida unayoipitia labda ni ya kifamilia, labda ni magonjwa, labda ni ukosefu wa kazi. Nimekuja kukwambia hili hilo, alifuti mwito wa Mungu. Mungu bado yuko kazini, na pia uelewe mateso huendeleza utukufu wa Mungu. Paulo ni mfano mzuri, anaandika akiwa gerezani, na Mungu anaweza kubadilisha maumivu kuwa ushuhuda na vifungo kuwa baraka. Na hivyo mwelekeo wiki hii ni upi? Usimwombe Mungu tu akuondoe kwenye majaribu, mwombe Mungu akutukuze kupitia majaribu. Usimwombe tu Mungu akuondoe katika majaribu, bali mwombe Mungu akutukuze kupitia majaribu. Na hili unaposimama na kusema Mungu anaweza wote wanakubaliana na wewe, kwa sababu Mungu amekutukuza na amejitukuza kupitia hayo matezo au mateso. Na hivyo ujumbe utatusaidia kivipi katika maisha yetu? Kwamba tusikate tamaa wiki inapoanza. Wiki imeanza na Mungu bado yuko kazini. Tegemea neema ya Mungu, si nguvu zako. Endelea mbele, hata ukiwa na majeraha kubali wito wako kwa ujasiri na unyenyekevu. Na hivyo nahitimisha la na kusema hivi, unapoanza wiki mpya, kumbuka neema ya Mungu inatosha. Wito wako bado upo, Mungu ajamaliza kazi yake na wewe. Mungu anaendelea kuifanya kazi yake katika maisha yako na hivyo anza wiki hii, si kwa hofu, bali kwa imani. Anza wiki, si kwa hofu, bali kwa imani. Kwa sababu gani? Biblia inatuambia msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mniamini pia na mimi. Na mkielewa hilo, ukielewa hilo, utaanza wiki kwa ujasiri, utaanza wiki kwa imani, na bali si kwa hofu, si kwa kujiangalia wewe bali kwa kumtazama Mungu anayekuongoza, maana unapomtumainia na unapomtegemea yeye, yeye ndiye unayemwangalia. Kwa hivyo anza wiki. Kwa ku, eh, anza wiki kwa kumwangalia Mungu, usianze wiki tu kwa kujiangalia uweza wako, angalia uweza wa Mungu, mtumainie Mungu, usiruhusu mafadhaiko, mtegemee na umtumainie Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu neema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 Mungu wetu jitwalie sifa na utukufu wote. Baba, endelea kuniongoza, endelea kunitia nguvu, endelea Mungu wetu kuniimiza, na hata huyu mtazamaji na msikilizaji, endelea na kumwinua, kumuimiza, kumtia nguvu juu zaidi. Baba, walio wagonjwa wanatangaza uponyaji juu ya maisha yao, wanaohitaji kibali kutoka kwako kawape kibali Mungu wetu, wanaoanza hii wiki wakiwa wameshushika, ninatangaza neema yako ikawanyanywe na wakanze yuu wiki kwa kuelewa ya kwamba huu mwito tulioitiwa kunazo nguvu zinazotuwezesha, na hivyo hatupaswi kukata tamaa. Turuhusu nguvu za Mungu zikatuwezeshe, tumwangalie Mungu na tukamtegemee, na siku zote atajitukuza na atajitwalia sifa kupitia maisha yetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitwalie sifa na utukufu wiki yote Baba, Tuongoze na utushindanie, na zaidi kajitwalia sifa kupitia ya madhabahu ya Kambi ya Wateule kwa watu wako kujua na kukufahamu zaidi, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Toa sadaka zako kupitia Mpesa line 0792 9648 0792593648 254792593648 254792593648. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie unapokuwa unamtolea pia. PayPal address ni BNSN Mwanza